Ya pili, ninyi waandishi wa habari, ninyi waandishi wa habari mmetuacha, mliacha, mliweka taifa gizani kwa hiki kipindi ambayoukua kutegemea ninyi ndio wa kwanza kutuhabarisha, lakini mliweka taifa gizani. Sasa sijui hata sasa hivi sasahivi wameongea pointi nyingi na samsingi sana, lakini huko zikuta, huko kwenye, kwenye television <coughs> Chay, eza umekamata huko, ndiyo zinatumika kama ushahidi, lakini hamzipeleki sehemu sahihi. Jamani, uandishi wa habari, vyombo vya habari, mamlaka ambayo inahusika na mawasiliano, mmetukosea sana wananchi, hii lazima fahamu, na mtenda dhambi nikatubu. Jambo ambalo bado tunaweza kuwa linaendelea kutupa shida ni zile taarifa ambazo naonekana hapo Makambako tuna wenzetu kama watatu hivi, kwa Wapungui tuna taarifa nao, wametuaga huko lakini sasa nje na hapa, yani wenzetu wamefia nje na hapa Makambako, na kwa kweli mioyo yetu itakuwa vizuri tukisikia wamerejeshwa nyumbani kuhifadhiwa. maneno maneno yanayozungumzwa kama kuna kimbari sijui greda litafanya, yanaleta maumivu kwa mkuu wetu Mweshimua Mtaka Antoni, tunaomba mambo haya yasiwe kwa mtindo huo, kwa sababu hayataimarisha familia familia zetu za Kiafrika, na hasa huku Njombe wazazi wetu walifia Tanga lakini baada ya siku walikwenda kusomwa kurudishwa Njombe. Ndivyo tulivyo, ndivyo huruka zetu. Sasa ikionekana tumesema wazikwe kimbari wapi huko, hiyo haitakuwa sawa sana. Kwa nimeomba hili iwe ni wazo kati ya mawazo yetu wananchi wa Makabako ambao kwa kweli kwa eneo letu tulikuwa safi, na kama kiongozi wa mkanda ya nyanda za juu kusini ni pekee Njombe. Sijapokea taarifa yoyote hata ya kumwaga tone la damu kwenye mkoa wetu kupitia mambo haya. Mungu wa mbinguni tunakushukuru sana kwa ajili ya haya, lakini wenzetu mahali pengine na majirani zetu na watoto mufaamu wetu kama unavyofahamu mkoa wetu wa Njombe, kuna watu wanaozunguka Tanzania nzima wanafanya kazi sasa tumepata vijeraha hivi pia kutokana na hawa ambao wako nje e, wamepata changamoto hii ilitokea basi. Tunaomba Mungu atusaidie pia, waweze kuwezeshwa kurejea huku kwetu. Hilo nadhani ingeweza kuleta unafuu. Kwa hiyo watu wa Njombe, kama kuna mara ambapo watu wametoa ushirikiano, na niwaambie, mko humu watu wengi wamesaidia sana vyombo vya ulinzi huku mpaka hapa. Jamani, kuna mara tumesikia mazungumzo haya Kazi yetu sisi kama serikali hatukupuuza hizi, hatukupuuza. Tungeingia kwenye kushambikiana hapa, tungekuwa maeneo hapa. Ni senta ndogo sana, piga moto yote na nguo yote hapo. Mnakuja hapa mnaanza kusikitikiana kwa sababu ya unafiki. Watu ambao nashilau pamoja anamchukia mwema, anamchukia sijmamanaja hapo, anajua duka lake kungote. Tumekuwa maskini, kumbe maskini wa Mungu ni maskini wa kichwani. Sasa, mimi niliwaambia wenzangu haya. Ah, maneno yanayozungumzwa tusipuuze, tusipuuze kabisa, tusipuuze, tusipuuze miezi mitatu kabla, miezi miwili kabla, mwezi mmoja kabla, wiki nne kabla, wiki tatu, wiki mbili, wiki moja, siku saba, siku sita, siku tano, siku nne, siku tatu, siku mbili, siku moja, na watu wakapiga kambi ubaruku, wanataka wachome Makambako <coughs> wakaona lishindikana, wakakimbilia Mafinga, wanataka wachombe Makambako. Wakaona mishindikana, wakakimbilia Songea, wanataka wachombe Njombe. Lakini ninyi wenyewe kwa kushirikiana mambo ya polisi, tumeweza kuwa na hali mnayoona leo. Kwa tujipigie makofi.